Vodacom kazi ni kwako. Kwenye taarifa tuliyotoa jana tuliwaarifu wananchi mambo matatu. Kwa taarifa ya jana, mosi, kwamba tuna akiba ya kutosha ya sukari katika nchi yetu, na tuliondolea hofu wananchi ya kuwepo upungufu wa bidhaa hiyo tuliwambia kwamba tuna takriban tani elfu sitini na mbili ambazo zingeweza na zinaweza kututosheleza mpaka mwisho wa msimu wa sukari au uzalishaji hapo mwezi Aprili mwaka huu. Pili, tuliwaarifu wananchi kwamba tunawaonya wasambazaji wa sukari, wachuuzi wa sukari wakubwa na wakati wasipandishe bei ya sukari na wasihodhi bidhaa hiyo. kwa la pili, tuliwaambia kwamba wasihodhi hiyo bidhaa, waitoe iuzike mahali pote nchini kwa wananchi wote, na tatu, lile la bei, kwamba wasipandishe bei kuzidi bei halisi katika soko kwa wakati huo, mpaka jana, wasipandishe bei kuzidi bei au viwango vya bei katika soko kufikia jana nyingine kulikuwa na dalili kwamba baadhi ya maeneo ya nchi yetu, hawa wafanya biashara walifanya ujanja ujanja au walifanya ujanja ujanja wa kupandisha bei kwa kuihodhi ili bidhaa isipatikane kwa. Tuliwaonye wasipandishe bei na tuliwataka wenye bidhaa hiyo katika magodauni yao katika maghala yao waitoe na kuiuza yote, na tulisema tungechukua hatua kwa wale wote ambao wangekiuka agizo hilo. Sasa basi, wakati yote hayo yanafanyika, serikali kupitia vyombo vyake tulikuwa katika taratibu za kutangaza kuta, kubainisha bei elekezi ya sukari. Narudia tena, wakati hayo niliyosema kwenye utangulizi yakifanyika, mamlaka za serikali zilikuwa katika taratibu za kukamilisha kubaini bei elekezi ya sukari. Baada ya utangulizi huo, napenda sasa nitamke kama ifuatavyo: Serikali kupitia bodi ya sukari Tanzania inawaarifu wananchi kuwa bei ya reja reja ya sukari, yani retail price, sasa itakuwa shilingi 1800 kwa kilo moja kote nchini. Wafanyabiashara wote wanapaswa kuzingatia agizo hili, pamoja na kuhakikisha kuwa wanaendelea kuisambaza bidhaa hii kote nchini pasipo kuihodhi. Maafisa wa bodi ya sukari kwa kushirikiana na vyombo vingine vya serikali mahali pote nchini hususan maafisa biashara katika mikoa na wilaya zetu wataendelea kufuatilia utekelezaji wa agizo hili, kuhakikisha kwamba linatekelezwa pasipo ujanja ujanja wowote. Na kusimamia jambo hili, kutakuwa na azima ya kuhakikisha kwamba mwananchi anaipata bidhaa hii kwa shilingi 1800 katika bei ya rejareja. Wote watakokuwa wamekiuka au wanakiuka agizo hili watachukuliwa hatua stahiki za kisheria. Bei hii elekezi inaanza kutumika mara moja. <coughs> Nawashukuru sana.